Saluni za nywele kama hizi ni biashara kubwa kote Afrika Kusini. Wasusi wa nywele wanafahamu kuhusu kemikali zilizoko na mbadala wake. Una aina tofauti za nywele hapa. Ipi inapendwa sana na wateja wako? Uh, the most popular mtindo maarufu zaidi ni rasta kama unavyoona, tuna kipande cha nywele hapa na kipande cha nywele cha kali ambacho ndio mtindo maarufu zaidi unaopendwa na watu. Hivi karibuni, kumekuwa na utafiti ambao umebaini uwepo wa kemikali hatari katika bidhaa za nywele bandia. Je, hilo ni jambo linalokuogopesha au ambalo wateja wako wanapaswa kuwa na wasiwasi nalo? No, no, oh, no. Hapana, sijawahi kufikiria kuhusu hilo. Kama msusi wa nywele unafikiri ni mambo gani unapaswa kujua linapokuja swala la bidhaa za nywele? know... ninahitaji kujua kemikali zinazotumika kwenye dawa za relaxa na kwa sababu baadhi ya wateja wangu wana tatizo la kuwashwa na ngozi. Tulimuuliza msusi mwingine wa nywele kuhusu matokeo na akasema kwa kweli hakuna taarifa za kutosha. Yes, I... Educated... Ndiyo, naamini watu, ikiwa tunaelimika zaidi tutazingatia na kujua nini kipo ndani na ni kipi kinachoweza kutuharibu, lakini naamini nywele bandia tunazotumia hapa Afrika ni nzuri kwa nywele zetu kwa sababu hatukuwahi kupata shida so, sasa tunajua pia kwamba kuna njia mbadala zinazoweza kuepuka hili. Ni wazi nywele za asili, lakini pia kuna baadhi ya bidhaa za mimea zinazokuja akilini. Je, unadhani wateja wa Afrika Kusini wangependa kujaribu bidhaa hizi? Nadhani tutajaribu, na pia nadhani wateja pia wanaijaribu kwa sababu imetengenezwa kwa mimea asilia, kwa hivyo itakuwa nzuri kwetu, tunaweza kuzingatia nywele bandia lakini zinazofanana karibu na za binadamu ni njia nyingine ya ususi katika nchi nyingi za Afrika, lakini zina gharama kubwa na hiyo huzifanya kutotumiwa zaidi ikilinganishwa na nywele bandia za synthetic hasa kwa wale wenye kipato cha chini.